Naomba nipongeze kwa dhati pamoja na kuunga mkono wito wa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi aliyoutoa hivi karibuni kuhusu umuhimu wa maridhiano na umoja wa kujenga taifa letu. Kauli ya Mheshimiwa Dr. Nchimbi ambayo imehimiza kila mmoja wetu kutambua umuhimu wa kutafuta suluhu ya amani kupitia majadiliano na maridhiano bila kujali itikadi zetu za kisiasa dini au jamii inastahili kuungwa mkono na kila Mtanzania. Kauli hii ya serikali inatukumbusha kuwa suluhu bora na ya kudumu inapatikana katika umoja na mshikamano. Katika kipindi cha mwishoni mwa mwezi Oktoba na mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka huu wakati na baada ya uchaguzi mkuu, taifa letu lilikumbwa na maandamano ambayo yalipelekea taharuki na hofu katika baadhi ya maeneo nchini. Maandamano hayo, licha ya kuwa na madhumuni ya kudai haki na kuboresha hali ya maisha ya wananchi, yalileta athari kubwa za kijamii na kiuchumi, ikiwemo kusababisha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na mali zao. Lakini juhudi za pamoja za vyombo vya vya usalama serikali na wananchi kwa ujumla, hali ya usalama imeweza kurejea katika hali ya utulivu na amani. Serikali yetu chini ya uongozi wa Rais dr Samia Suluhu Hassan imeonyesha uongozi wa dhati wa kurejesha hali ya usalama, ambapo hatua zilichukuliwa haraka za kuhakikisha kuwa haki za wananchi zinaheshimiwa na vile vile kuhakikisha kuwa hali ya usalama inarejea bila kusababisha madhara zaidi. Natoa pongezi kwa serikali kwa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa nchi yetu inabaki salama licha ya changamoto zilizojitokeza. Kwa kuzingatia kauli ya makamu wa rais, ni dhahiri kuwa maridhiano ni nguzo muhimu katika mchakato wa amani na maendeleo. Maridhiano hayapaswi kuwa tu maneno katika hotuba, ni hatua madhubuti zinazohitaji utekelezaji wa, wa vitendo. tunapaswa kuendelea kuzungumza na kusikilizana kwa moyo wa umoja. umoja ni nguvu yetu bila shaka kama taifa tu, tuendelee kuonyesha kuwa tuna uwezo wa kutatua changamoto yoyote inayojitokeza kwa njia ya kidiplomasia na ya amani. licha ya, ya migawanyiko ya kisiasa iliyopo ni muhimu kuzingatia kwamba sote ni watanzania na kwamba wote tunavuna matunda ya amani utulivu na maendeleo ya taifa letu. Kama alivyosema makamu wa Rais Dr. Nchimbi, maridhiano ni mchakato endelevu na unahitaji kujenga hali ya kuaminiana miongoni mwa viongozi na wananchi. Huu ni wakati wa kuhakikisha kuwa tunatumia nguvu zetu kwa, kwa ushirikiano badala ya kutumia kwa, kwa, kwa misingi ya tofauti zetu. Tunapaswa kuonyesha mfano wa kuvumiliana na kuthamini utofauti wetu kwa lengo la kufikiri maendeleo ya kweli. Kwa kumalizia napenda kusisitiza kuwa maridhiano sio tu swala la viongozi au siasa bali ni jukumu letu sote kama Watanzania. Hatuwezi kufika mbali kama hatutajenga umoja na mshikamano. Hatuwezi kufikia malengo yetu ya, ya maendeleo bila kuwa na mazingira ya amani na utulivu tutaweza kudumisha amani na usalama, ili kila mmoja wetu achukue jukumu lake katika kuhakikisha kwamba tunaheshimu haki za kila mmoja na kwamba tunajenga mazingira ya utawala bora. Amani, umoja na usalama ni misingi imara ya taifa letu. Tushirikiane kwa pamoja ili kufikia mustakabali bora na Tanzania yetu ya sasa na ya kesho.